Sema waambie wasamehe walio waumiza. Sikujua kama nakaa na kanisa lenye watu wenye nyongo, wenye chuki. Sikujua anaposema usamehe, haimaanishi kwamba wamekuja kuomba msamaha. Hajaja kuomba msamaha na jinsi alivyo na kiburi hawezi kuja kuomba msamaha. Na jinsi ambavyo hana Mungu hawezi kuja kuomba msamaha. Ila wewe unapaswa kusamehe. Hana roho ya Mungu ndani yake. Kwa namna gani anaweza kuja kuomba msamaha? Anajia kiburi na majivuno. Kwa namna gani anaweza kuja kuomba msamaha? hawezi ila wewe unapaswa kusamehe na kuanza kulemu namna kupenda tena. Yehova, Yesu asifiwe. Yehova, Yesu asifiwe. Hapa kwenye msamaha, ningependa niwaambie kitu. Nilikuwa na mtoto wangu, miaka mingi iliyopita, nilimpenda sana. Kwa neema Kristo, nilimsaidia hata kwenda nchi ya nchi ya Tanzania. Akanikosea, aliponikosea, nikajua atakumbuka kosa, atakuja kutubu. Kumbe nilikuwa makosa, nivyoona, mwaka umeisha nikatuma watu kwamba wanataka kwenda kumtembelea, akawambia wale watu mwambieni akome asije kwangu. Roho Mtakatifu akanionyesha jinsi anapo struggle anapofanya kazi kwa shida sababu ya laana, nikaamua kusamehe kabisa. Mwaka wa pili kabla hujaisha nikajisemea moyoni, nikasikia moyoni, lazima nifike mahali anakufanyia kazi na nitamke baraka, hata kama yeye hataki. Maana ni mtoto, akikuwa ataacha. Nataka niwaambie, nilitoka nyumbani kwangu, nikatuma mtu aende anifanyia utafiti kama hawapo hiyo eneo na mtu wangu wakaribu akaniambia hawako. Nikaenda pale anapofanyia ibada, maana nilisikia alijenga kanisa nikabomoka, kajenga nikajua tu nika ni kwa nini na nikajua ni lazima nitamke baraka wenda, nataka awa stadieni, mtoto akikuwa hatarini. Nikaenda Nikaomba mwanangu mmoja nikaambia, utaendesha gari tutaenda na nitatabiri baraka kwenye hiyo madhabahu. Nikaenda nikapanda juu ya madhabahu, nikasema, madhabahu hii sikumbuke tena, madhabahu hii siaribike tena sababu ya ujinga wa mtoto wangu. Mtoto wangu ni mjinga, na mi ninasimama kama mzazi katika ulimwengu wa roho, natamka baraka, watu waokolewe hapa, watu waponywe hapa, na sadaka zitolewe hapa, watu waone ukuu wa Mungu. Umeona namna ya kusamehe? ajuye nisembe bay ni nakuutabili baraka nisigeenge mambo hayangeeni. Sasa hiyo ndo tunasema kusamehe. Unasamehe unakuwa nani, huna uchungu naye, unakuwa na furaha naye. Hicho ndio Mungu anataka usamehe. Ngeukie jirani. Hivi ni wewe unashutumiwa kwa kutosamehe? Baada ya mafundisho yote haya ambayo Kaguo nafundishaja hapa, muulize jirani yako, mwambie hivi, ni wewe bado una makinyongo na watu? katafuta wako wa kiroho sitati kwa mchugani wako bila sabei, alafu mtumie meseji hai, mtumie meseji, mwambie na nakusamini sana Nikasikia tena sauti ikisema, waambie watoto wangu, waheshimu madhabahu na kujitoa kabisa, waheshimu madhabahu na kujitoa kabisa. Ya mwisho haikuwa yeni yangu, alikuwa yangu, alikuwa yangu, alikuwa yangu, pekeenu ilikuwa yangu na mimi na ninyi, ombeni ardhi yenu, so ardhi yako kule kijijini ombea nchi yako hii yote. Hayo ndiyo mambo ambayo Roho Mtakatifu alisema na mimi kuhusiana na maombi yako. Tusimame tukamwinue tu Mungu na kumwambia Mungu asante, tukamshukuru tu Mungu tukamshukuru tu Mungu. Tusimame mbele, tusonge mbele, tuwe na faraja ya kumshukuru kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni Yehova, ile Yehova Rafa, Mungu aliye hai, Mungu anayeongea, Mungu wetu sio kiziwi, Mungu wetu sio kipofu. Viongozi tusimama, madhabahu ya pili, madhabahu ya pili, viongozi tu, viongozi wa idara zote, twile mikono wetu tumshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni Mungu anayesema kanamashika. Inua moyo wako na mikono yako Mungu ame, ni furaha kusikia Mungu amejibu maombi yetu, ni furaha kusikia Mungu anatupa maagizo. Naamini hayo maagizo umeandika na utayafanyia kazi. Indo mtu mikono wako shukuru, wa viongozi wote. Tusimame madhabahu ya pili, wainjilisti madhabahu ya pili, kaa na mashika ino mtu mikono mshukuru tu Mungu, inamaana walio wagonjwa wamepona. Ina maana walio matasa wana Bwana wanaondoa utasa wao. Ina maana ile shida yako inaondolewa na Bwana mwenyewe. kada mashekelisi inaoikonayako tu wengele bwana mwana tafakari hayo maneno nilokuambia